Hiyo pesa uliyoipata milioni 30 mume wangu, na atamani nikushauri ufungue biashara, mume wangu, okay. Fungua mume wangu, duka la simu, mume wangu, baby, mwenyewe huyu hapa anaonyesha <coughs> <coughs> <coughs>

Hapana, biashara hiyo, mume wangu, pesa bila mzunguko inaisha. Basi fungua genge, Ayubu. hizi ndo nyanya za mia tano kweli, jamani. Hapana, ongeza kidogo bwana. Basi, basi chukua zote uende, na asante, utanletea basi kibakuli na nanasi. Asante, ah. Ayubu. Ah. Chukua, chukua. Hii <laughs> hey, ni maajabu. Au oh, oh, oh. <laughs> Uh, <asante>. Ah, <laughs> <shika na ndizi. laughs> Ah, shika na ndizi eh. Pana pana, genge hapa. Mume mm. Mm, wangu pesa gani bila mzunguko iyo ina, itakuwa inaisha mm. Angu basi kifungue banda la chipsi

katika siku ambazo umeongea fact ni leo. Kumbe una akili wewe. Una akili wewe, hivi una akili gani wewe? Ayubu, uone wenzako kina Kelvin unafanikiwa kupitia hizo kwa biashara zao. Eh? Biashara gani ambayo inakosa changamoto? Sasa sikiliza. Mimi siwezi kuishi na mtu ambaye hataki kufanya biashara na sikaja kula basa. Mchezo mkubwa wewe. Sio kukaa na wewe. Mjinga mjinga tu. Kwa mahitaji ya vifaa vya iPhone, sehemu ni moja. iPhone replacement wanapatikana senza Mugabe, kuna ya kwenda mawasiliano jengo jipya wana vioo vyenye quality sijawahi kuona. Narudia tena, sijawahi kuona quality yake na bei ikitonga. Vioo kuanzia iPhone X mpaka iPhone 17 Pro Max, shanaelewa. Na sio vioo tu pekee vya simu, mpaka back glass ukipasua wanakutengenezea. Kamera ya simu ikiharibika wanakutengenezea. Ukiwa mkoani unaweza ukaituma simu, da wakaenda kuipokea wakakutengenezea na wakaituma tena kwenye basi kwa usalama. Umeona, iPhone replacement ni ni ni watengenezaji wa vioo walio bora na mafundi waliobobea mashuhuri. Sasa kama mimi simu yangu ik, ikipata changamoto naipeleke iPhone replacement, wewe unakosa nini? IPhone replacement ndio bora the best, the best, the best.